Habari za jioni mabibi na mabwana. Mimi naitwa Milton Lusajo Lazaro. Napenda kwa taarifu kwamba serikali ya Tanzania katika nafasi yake kama mshika hisa wa pekee wa shirika hili imefanya mabadiliko katika uongozi na utendaji wa shirika la Air Tanzania. Katika mabadiliko hayo mimi nimeteuliwa kuwa katim, kaimu mkurugenzi mtendaji wa Air Tanzania. Ndugu zanguni, ningependa kuwahakikishia kwamba Air Tanzania itaendelea na huduma zake kama kawaida na ndege zitaruka na kutua kwa muda unaotarajiwa kama vile ratiba yetu inavyoonyeshwa. Aidha, nawahakikishia kwamba Air Tanzania itaendelea na mipango yake ya miaka mitano ya kuboresha huduma, kuongeza ndege na kupanua wigo wa safari. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru Watanzania wenzangu kwa imani yenu na upendo wenu na uzalendo wenu na mmetupa mafanikio makubwa na kutupa moyo katika azma yetu ya kurudi tena angani na kurudi kwenye nafasi yetu tuliyokuwa nayo hapo awali katika usafiri wa anga Afrika, na hata nchi za nje ya bara za Afrika. Asanteni sana.